Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa Gombani ya Kale, rais Magufuli amesisitiza umuhimu wa Tanzania kupendana na kuacha kubaguana kwa misingi ya siasa na makabila, huku akisisitiza kuwa atalinda amani ya nchi kwa gharama yoyote. Mara baada ya kuwasili Pemba, amezuru kaburi la aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Omar Ali Juma lililopo Wawi, wilayani Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Dr. Magufuli na mkewe Mama Janet Magufuli wameweka mashada ya maua katika kaburi la marehemu Dr. Omar Ali Juma na wameshiriki dua ya kumwombea marehemu iliyoongozwa na viongozo madhehebu ya dini ya Kiislamu na Kikristo. ijalie ya kaburi yake iwe na nuru ya Rabbi Msamehe madhambi zake, alamin rabbil alamin, samehe na sisi ya Rabbi, Rabbi. Mwenyezi Mungu wa msamehe yeye na sisi, awasamehe waumini wanaume na wanawake. Tunamwombea na kumkumbuka mteule wako Dkt. Omar Ali Juma, zidi kumjalia raha milele pamoja na wateule waliofariki dunia. Marehemu alikuwa mtu mkarimu, mwenye upendo asiyejikweza, asiyebagua watu, aliyedumisha amani siku zote katika maisha yake. Wito wangu tu kwa Watanzania wote tuidumishe kwa vitendo amani aliyoisimamia mzee wetu Dr. Omar Ali Juma aliyetangulia mbele ya haki. Sisi binadamu wote maisha yetu ni ya kupita. Ninajua huko aliko anaendelea kuliombea taifa hili. Ili hiyo amani aliyoihubiri katika maisha yake ili huo upendo aliyousimamia katika maisha yake, ili hizo kazi alizosimamia za uchapakazi kwa ajili ya manufaa ya Watanzania wote tuweze kuziendeleza.